Bismillahi rrahmani rahim, thumma salatu assalamu ala rasulillahi sal llahu alayhi wasalam. Leo ningependa kuzungumza kuhusiana na aya ambayo Allah subhanahu wataala ameitaja katika Surat Zumar. Aya hii ni miongoni mwa aya zinazokuwa ni zenye nguvu sana katika maisha yetu sisi binadamu.

na hapa ali kuanza katika kutueleza ametwita, ama anawaita wote ibadi, enyi waja wangu. Mtume sallallahu alaihi wasalam anaelezwa, anaambiwa kwamba qul ya ibadiya alladhina, waite hawa waja wangu, sema enyi waja wangu, kwamba Allah subhanahu wataala mwenyewe ndiyo anatwita, anasema enyi waja wangu

Wale watu ambao hudhani kwamba labda Allah subhanahu wa ta'ala hawaangalii, Allah subhanahu wa ta'ala hataki kuwaona, hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaita ndani ya aya hii, anawaita ya ibadi, eni waja wangu. Japokuwa nyinyi mmetenda dhambi za aina mbalimbali zilizo kuwa kubwa kubwa na ndogo ndogo, Allah bado anakuoneni na Allah bado hajakukatieni tamaa, anakwiteni eni waja wangu Asrafu ala anfusihim, Allah anaelewa kwamba niye mmetenda dhambi za aina mbalimbali, mmetenda madhambi yaliokuwa makubwa kiasi kwamba mkadhani labda Allah subhanahu wataala hataki hata kukuona katika maisha yako, kutokana na ukubwa wa dhambi ulizokuwa umefanya, kutokana na wingi wa dhambi ulizokuwa umefanya, huku shetani anakwambia ya kwamba wewe, je, unadhani kwamba Allah subhanahu wataala anataka kukuona wewe katika maisha yako?

wiki dadu na akasema, baada ya hapo njo uombe msamaha. La jambo la kwanza anasema la taqnatu min rahmatillah, kwa nini usikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu mara nyingi hutokea katika maisha ya binadamu wale ambao walikuwa wametenda dhambi kubwa kubwa katika maisha yao, basi shetani huja na kuingia katika nyoyo zao na fikra zao na kusema kwao ya kwamba wewe

na Allah subhanahu wataala akaonyesha wale waliokuwa wamepotea na wakarudi, na Allah subhanahu wataala akawapokea kwa mikono kunjufu na akawapokea kwa mikono miwili eh, katika maisha yao na wakasamehewa dhambi zao, na wakiwa miongoni mwa wale ambao waliofanikiwa mbele ya Allah subhanahu wataala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alituelezea miongoni mwa visa vilivyokuwa mashuhuri Kisa cha yule ambaye alioua watu 99 na baada ya hapo, akawepo tayari kurudi katika njia ya Allah subhanahu wataala. Akakutana na mmoja katika watu na akamueleza hali yake na akamueleza madhambi yake na akasema ya kwamba mimi niko tayari kurudi, nifanye nini? Basi yule akamwambia, wewe kwa haya uliyofanya, utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wenye kupata adhabu mbele ya Allah subhanahu wataala, naye akammalizia akawa ni miongoni mwa watu wa, mi, wa mia moja ambao walikuwa wameuliwa na huyu na baada ya hapo akakutana na mwingine na kumweleza hali yake na kumweleza ya kwamba mimi niko tayari kurudi mbele Allah subhanahu wataala nifanya nini? Na baada ya hapo akamwelekeza akamwambia, nenda ukatubie, nenda mji fulani utakutana na watu watu ambao walikuwa karibu na Allah, basi ukifika huko tubia mbele Allah subhanahu wataala

Kuna watu wanatenda dhambi hali ya kwamba wamejificha katika maisha yao, elewa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaelewa kila kitu, na Allah subhanahu wa ta'ala anaona kila kitu. Basi ukitubia Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe dhambi zako hizo. Kuna wengine wanakata tamaa na kusema ya kwamba ah, mimi ninijaribu kurudi na kujitahidi kuwa mwema, lakini baada ya wiki tu ama baada ya mwezi tu ikawa ni mtu ambaye mwenye kurudia dhambi zangu, hivi mimi nitakuwa si mnafiki nikiwa ninaomba msamaha na baada ya hapo narudi natubia tena mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Hizo ni fikra ambazo shetani anaweka katika akili yako na katika moyo wako na kukueleza ama kukufanya ukate tamaa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa ya kwamba hakika sisi binadamu ni viumbe vilivyokuwa dhaifu kabisa mbele Allah subhanahu wa ta'ala na hivyo huenda tukateleza mara kwa mara katika njia hii ya kumwelekea Allah subhanahu wataala. Tusikate tamaa, na ndio maana Allah subhanahu wa Ta'ala akasema la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Allah. Kwa nini? Kwa sababu leo utatubia, utaomba msamaha, kesho utateleza tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika huyu mwanadamu ni mwenye kufanya dhambi za aina mbalimbali katika maisha yake lakini alikuwa mbora ni yule mwenye kurudi mbele Allah subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ya kwamba utatenda dhambi za aina mbalimbali ikiwa ni kurudia dhambi hizo katika maisha yako, lakini usite usije ukakata tamaa mbele Allah, omba msamaha pindi ambapo unapotaka ulipotekeleza, ulipotenda dhambi, omba msamaha mbele Allah subhanahu wa Ta'ala. Rudi kwa Allah subhanahu wa Ta'ala, na utamuona Allah subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kwa ajili ya kukusamehe dhambi zako hizo.

Hakika ya Allah ni mwenye kuwarehemu hawa waja wake, hivyo usio kakata tamaa mbele ya Allah subhanahu wa taala. Hata ukiwa umefanya dhambi za aina gani katika maisha yako, rudi leo mbele Allah subhanahu wa taala, na utamwona Allah yuko tayari kukughufiria dhambi zako hizo. Inua mikono yako, omba toba mbele Allah subhanahu wa taala. Allah hatokughufiria ta hatoku tu dhambi zako bali, pia atayabadilisha mabaya yako kuwa mazuri mbele yake kwa maana kwa maana ya kwamba utapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakutu, atakutunza thawabu zilizokuwa nyingi kwa kurudi mbele yake, na atakuwa ni mwenye furaha juu yako kushinda yule ambaye alikuwa amepotelewa na ngamia wake, hadi ya kwamba ipo katikati ya jangwa, amechoka, anakiu, na akaona kwamba bila kumpata huyo ngamia basi mimi maisha yangu yatakuwa yameisha. Akaja akamuona ngamia yake yule na akamwel akaili akazungumza kwa furaha yake mbele ya Allah, hakika ya wewe ni hakika ya mimi ni Mola wako, na wewe ni mja wangu. E, akabadilisha maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. E, furaha yake ni kubwa kushinda huyo ambaye anobadilisha maneno yake kutokana na furaha, kwa wewe kurudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba toba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndugu yangu kipenzi rudi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, muombe toba Allah subhanahu wa ta'ala, muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na utamuona Allah yuko tayari kwa ajili ya kukusamehe dhambi zako na kufungua milango yenye kheri aina mbalimbali katika maisha yako na kukufanya wewe weye kuwa miongoni mwa wale watakaofaulu mbele yake, sio hapa duniani tu, bali mpaka kesho akhera. Jazakumullahu khairan. Salamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.